Kwa hiyo kwa miundombinu hii itakapokuwa imetengenezwa kwenye mradi huu, uzalishaji kwa wakulima mmoja mmoja utakuwa ni mkubwa sana. Kwa hiyo tunayo imani ya kulisha Igunga yetu, mkoa wetu wa Tabora, na mikoa mingine na mpaka nje ya nchi, uwezekano huo upo kwa sababu tunakwenda kuona kuku, kuku, miundombinu ya kisasa zaidi kuliko sasa tulivyo, kwa tunaitumia hapo nyuma. Nilipongeza sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa sababu E, inatujali sisi wakulima na mpaka kuja kufikia kutenga fedha kama hizo, sio mchezo. Ina maana mama ameona kilio chetu. Ninaitwa Daniel Mahushi Mena, ni mkaaji wa hapa Mwanzugi. Ni mshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa namna ambavyo yeye amefanya jambo moja kubwa sana katika kijiji chetu hiki cha Mwanzugi katika zoezi zima la upanuzi wa mradi wa skimu ya umwagiliaji mpunga Mwanzugi kwa kututengea zaidi ya bilioni 26.6. Mimi nashukuru sana kwa sababu nimeshuhudia tukio hili kubwa toka mimi nizaliwe. Mama huyu Samia Suluhu Hassan nimpe nini? Nakosa sana zaidi sana, naongeza dua kwa Mwenyezi Mungu ili Mungu azidi sana kumtunza mama huyu maana, mama huyu ni tunu, ni tunu kwetu wa Tanzania lakini tunu kwetu sisi watu wa Mwanzugi, kwa sababu katika upanuzi huu wa mradi huu tunakwenda kunufaika zaidi watu wa Igunga na... Na yangu anaitwa Steven Noeli Peter Msakila, ni mzaliwa wa Mwanzugi. Pia hatutaunguza mipunga kama tulivyokuwa tukiunguza kipindi cha nyuma, manake kipindi cha nyuma unayotoa maji kwenye mradi wa ndani mpaka kuafikisha kule nje inakuwa ni changamoto sana lakini, kwa sasa ninaamini tunaenda kunufaika sana sana sana. Sifa zote nimpe mama yetu Samia mama, Mungu amzidishie maisha mema. Naitwa Happiness Paulo Msalira, ni mkazi wa hapa kijiji cha Mwanzugi wilaya ya Igunga. Cha kwanza kabisa, napenda kumshukuru Mungu kwa kumweka huyu mama awe kiongozi katika Tanzania hii awe rais wa Tanzania hii tunamshukuru Mungu, tumeona mambo mengi ambayo ametufanyia ameleta blati maendeleo kwa wanawake.